Ndugu zangu, wakati nakuja Muheza nimetokea Pangani, nimekuja na barabara ya Pangani Muheza au Muheza Pangani, nimeiona hali yake, nimeiona hali yake. Ni barabara ya kilomita 45. Sasa nimekuta vijilami hapa karibu kuingia huko. Sasa niachieni nikaifanyie kazi lakini vilevile vile, asante vijana, asante vile vile, kama alivyosema mgombea ubunge, kuna barabara ya Muheza Amani ambayo tumeianza kama kilomita kumi hivi na ni barabara ya kilomita arobaini. Nasema na hii niachieni nikaifanyeni kazi. Tarehe ishirini na tisa Oktoba tunasimama.